Mbunge wa viti maalum anayetokana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mheshimiwa Salome Makamba ameonekana katika mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi CCM unaofanyika katika viwanja vya Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Akizungumza na wanahabari, mheshimiwa Salome amesema kuwa utekelezaji wa ilani ya CCM umevutia hisia zake kiasi cha kukubali mwaliko wa kuhudhuria mkutano huo mkubwa wa chama tawala. Kwanza kabisa ni kishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kunipa mwaliko uh, special wa kuja kuhudhuria katika mkutano uh, mkuu huu maalum wa muhimu sana najua, ni wengi wangetamani kupata fursa hii, hasa ukiwa okay, unatoka chama ambacho sio Chama cha Mapinduzi, lakini uh, mimi nimepata bahati ya kukaribishwa na kuja kuhudhuria kikao hichi muhimu kama mjumbe mwalikwa. Lakini pili, niseme tu na, na, nimeshuhudia nime leo namna ambavyo naibu waziri mkuu amewasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi uh, kwa kiasi kikubwa sana, mimi ni shuhuda wa yale ambayo wameyawasilisha. Nikiwa kama mbunge ambaye naisimamia serikali na kuushauri, nimeona mambo mengi makubwa ambayo yamefanywa, mapinduzi makubwa kwenye sekta mbalimbali. Kwenye sekta ya kilimo, pesa nyingi zimepelekwa, mapinduzi makubwa yamefanyika. Sekta ya afya, mapinduzi ni makubwa yaliyofanyika. Kiukweli niseme tu, na nawapongeza, nampongeza hasa mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa na uzalendo uzalendo namba moja kuhakikisha kwamba anawahudumia watanzania kwenye mahitaji yale muhimu. Lakini pia niipongeze serikali kwa ujumla, ilikuwa nivuta nikuvute kwenye hii miaka mitano tukiwa bungeni, lakini mengi ambayo sisi kama wabunge tumeshauri, wameyachukua wameyafanyia kazi, na ndio leo tuko hapa tukisherehekea pamoja utekelezaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mipango ya maendeleo ya serikali na maoni ya wadau mbalimbali, na kuelekea uchaguzi huu wa 2025 mimi nasema sijaona kasoro ambayo ambayo kubwa ambayo haivumiliki hai. Mambo mengi yanaendelea kurekebishwa kutokana na muda, lakini naamini kwamba nia ipo, uwezo upo na, na watendaji wazuri wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi na kazi inaendelea. Kwanza niseme tu, tuna tunakwenda mbele sisi kama taifa, lakini lazima tuwe na uwekezaji mkubwa kwenye maeneo ya viwanda ili tuweze kuajiri watu wa chini na wakati. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo nalitamani ni kuona viwanda vingi vinaendelea kuboreshwa katika mkoa wetu wa Shinyanga. Lakini pili, tunayo changamoto kubwa sana ya ushiriki wa wanawake na, na vijana katika maendeleo ya taifa. Ninatamani sana nikiona ilani ya Chama cha Mapinduzi itakayotolewa mpya ionyeshe namna gani inawasaidia wanawake kuingia kwenye siasa za nchi hii na namna gani inawasaidia vijana waingie kwenye vyumba vya maamuzi kwa mustakabali wa mahitaji yao. Tumekubaliana sisi kama nchi tunajenga nyumba moja, ni yaani lazima tufanye kazi pamoja. Kuja kwenye mkutano huu mkuu, kwanza nilitaka nijifunze namna ambavyo wenzetu wanafanya kazi, yaani uwezi, uwezi kujifunza kutokana na makosa yako mwenyewe. Nimeona ubunifu mkubwa ambao unafanyika, hiyo mosi. Lakini pili, hakuna mtu yoyote anaweza kubishana na kazi kubwa ambayo imefanywa na chama ambacho kiko madarakani. Kwa hiyo mimi nimeuiwa kuhudhuria na, ku, na kuona yale maendeleo makubwa ambayo, uh, chama kinakifanya katika katika nchi yetu ya. Bunge bado mwezi mmoja tu mmevumilia sana kusubiri kuona msimamo na uelekeo wangu wa kisiasa. Bado mwezi mmoja tu, tarehe ishirini na saba tunavunja bunge na kila kitu kitajulikana, nani anakwenda wapi. Lakini ninachokifahamu ni kwamba mimi ni mbunge, nitarudi bungeni kwa ajili ya kuwatumikia Wanashinyanga, Wanashinyanga kwa ujumla na taifa. E, bado natafakari hilo, nipe sasa muda nione na naendelea kufanya research. Tarehe ishirini na saba mtapata majibu, kabla tarehe ishirini na saba mwezi wa sita hii oh, sherehe inaitwa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, huwezi kuja na sare nyingine. Sare yao ni kijani na nyeusi, kwa hiyo hii ni sare ya, ya mkutano. huwezi yaani, uwezi, unanielewa. Harusi yako ukishasema tofauti, tuvae nyekundu. Kwa hiyo kwanza ya siasa ni imani na ni falsafa Sio mavazi. Yaani mavazi ni kitu cha kawaida sana. Imani yako na falsafa yako inakutuma nini? Mimi nimekaa bungeni miaka kumi, watu wengi wanaonifuatilia wanajua falsafa ya Salome ni nini. Taifa langu kwanza, uzalendo kwanza, maslahi ya umma kwanza. Hiyo ndo falsafa yangu. Kwa hiyo kama mtu ataamua kutastiri mavazi na sio falsafa, yani hiyo sasa ni maamuzi yake kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziko platforms au majukwaa mbalimbali ambayo yana uwakilishi wa wananchi kuanzia ngazi ya chini kabisa ya matawi na nini mpaka taifa. Bunge ni chombo kikuu cha kutunga sheria. Bunge ndio chombo kikuu cha kushauri serikali. Bunge ndio chombo kikuu cha kusimamia serikali. Hakuna chombo kingine chochote chenye mamlaka ya hivyo. Unaweza ukatumia platform nyingine, kwa mfano mikutano ya hadhara. Lakini huwezi kusimamia serikali kwa mikutano ya hadhara. Huwezi kutunga sheria kwa mikutano ya hadhara. Na wasi wananchi washiriki uchaguzi tukagombee tupate uwakilishi ulio sawa unaozingatia jinsia ili tuweze kuishauri kuisimamia na kutunga sheria. Kwa mimi nikiwa kama makamu mwenyekiti wa wabunge vijana bungeni, yani, hilo swali nitajibu kwa upendeleo kabisa. Natamani kuona vijana wengi wanashiriki uchaguzi kwenye ngazi zote na wanaingia kwenye vyombo vya maamuzi, ili wanasema ni hatutaki tuongelewe kama hatupo, sababu tupo, tunaweza kuongelea, tunajua matatizo yetu. Natamani kuona vijana wanashiriki zaidi kwenye uchaguzi, natamani kuona vijana wanafanya maamuzi ya kwao yanayowahusu wao. Kwa hiyo mimi nawatia moyo, inawezekana kabisa tukashiriki uchaguzi, tukagombea na tukashinda. Aidha, kupitia mkutano huo mwenyekiti na rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa chama hicho kimefanikiwa kusajili zaidi ya wanachama milioni kumi na tatu kwa mfumo wa kielektroniki kufikia leo Mei 29. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, share, comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.